Updates na wakili Bashir Yakub. Naitwa Bashir Yakub, wakili msomi mwandamizi wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Leo tunayo mada nyingine tena nzuri kama kawaida yetu. Unajua tumekuwa tukikuletea mada nzuri na leo pia tunayo mada nyingine nzuri sana. Ukitizama kwenye ubao wetu hapa, tunajadili ni hiki kitu hapa, tunasema je, wajua mke naye ana wajibu wa kutoa matunzo kwa mume wake. Unajua jambo hilo, unajua kwamba Ee, mke wako kama wewe ni mume, mke wako naye ana wajibu wa kutoa matunzo kwako. Maanake mara nyingi imezoeleka kwamba watu wengi wanajua kwamba uh, mnapokuwa kwenye ndoa mtu ambaye anawajibika kutoa matunzo au matumizi ni mwanaume peke yake, lakini je, wajua wa sheria uh, inamtaka pia mke naye kuwajibika kutoa matunzo ndani ya nyumba. Hii ndio mada ambayo tunajadili ikoje, na wewe inakuaje, ndio na na kitu ambacho tutakwenda kukiangalia kwamba mke naye ndani ya familia au ndani ya nyumba ana wajibu eh, wa kutoa matunzo au wa kutoa matumizi, kumtunza mme wake, kama ilivyo kwamba, eh, mme wake amekuwa akimtunza yeye, basi na yeye anawajibika kama mke kuweza kumtunza eh, mme wake. Kwa hiyo ndio kitu ambacho tutakuwa tunajadili hapa, kama unavyoweza ukaona kicho chetu kinajieleza vizuri kwamba, ni je, wajua mke naye ana wajibu wa kutoa matunzo kwa mme wake? Matunzo kwa mme wake. Yes, wamama wengi wamekuwa wakilalamika sehemu mbalimbali. Eh, hawatunzwi, wako mahakamani wanalalamika kwamba eh, waume zao hawatoi matumizi, hawatoi matunzo kwa ajili yao eh. Lakini je, unajua kwamba hata wewe mke unawajibika kumtunza mume wako? Ndio mada ambayo tunajadili. Kwa hiyo kaa vizuri kumsikiliza wakili msome mwandamizi, hawezi kueleza hili jambo linakuwaje, ni kwa namna gani mke anawajibika kumtunza mume wake, tofauti na ambavyo imezoeleka kwamba tunajua eh, kwamba mume mara nyingi ndiye anawajibika kutunza mke wake. Sasa leo eh, kibao kimegeuka, meza imepinduka, mke naye ana wajibu wa kumtunza wa kumtunza mume wake. Sheria inasemaje? Jambo hili likoje? Utoke hapo unisikize kwa makini. Mnajua kwamba kwa kawaida yetu tunakwenda kwa dondoo, na unaweza kaona tunasema kwamba maneno haya ambayo tunayasema yanapatikana katika sura ya ishirini na tisa, sheria ya ndoa ambayo imefanywa marekebisho mwaka 2019. Sheria ya ndoa ni sura ya ishirini na tisa. Kwa hiyo habari hii ya mke kuwajibika kumtunza mume wake au kutoa matunzo kwa mume wake inatoka katika, katika sheria hiyo. Sasa haraka haraka tuende kwenye segment yetu ya kwanza tuweze kuona ni namna gani, ni namna gani mke anawajibika kumtunza mume wake. Kitu cha kwanza, kabla tujaenda kwenye hiyo mada yenyewe, hebu tujiulize, tunapoongelea matunzo tunamaanisha nini tunapoongelea kwamba mke anawajibika kumtunza mume wake tunakuwa tunamaanisha nini? Matunzo ni nini na nini, ndio segment yetu ya kwanza. Kama ambavyo inaweza ikawa inasomeka ubaoni, tunasema hapa kwamba matunzo ni yapi? Jambo hili linatupeleka moja kwa moja mpaka kifungu cha sitini na tatu cha hey, sheria ya ndoa ambayo tumesema hapo, sura ishirini na tisa kinataja vitu ambavyo vinatambulika kama matunzo, kwamba tunapoongelea matunzo, kwamba kumtunza mtu ni vitu gani ambavyo vinatakiwa viwe katika matunzo. Kitu cha kwanza ambacho kimeongelewa uh, ni swala la, ni swala la makazi, accommodation, sehemu ya kuishi. Sehemu ya kuishi, hiyo ni sehemu ya kwanza ya matunzo. Tunapoongelea matunzo, kitu cha kwanza tunaongelea sehemu ya kuishi, accommodation, nyumba. Kama ni ya, ni ya kununua, ni ya kwenu mnaishi pale, au kama ni ya kupanga, lakini tunaongelea accommodation kwamba ni makazi au sehemu ya kuishi. Kitu cha pili tunaongelea mavazi, nguo, kuvaa hayo ni matunzo ya aina ya pili, lakini kitu cha tatu tunaongelea chakula. haya ndiyo matunzo ambayo yameongelewa katika kifungu cha 63a e. Kwa hiyo tunapoongelea kwenye mada kwamba mke ana wajibu wa kumtunza mume wake, manake mke anawajibika, eh, anawajibika kumpa mavazi, anawajibika kumpa chakula, anawajibika pia kumpa sehemu ya kuishi mume wake. Lakini jambo hilo linakuwaje, tutakuja kuona baadaye. Lakini mada unaposikia tunaongelea kwamba eh, mke ana wajibu na yeye wa kumtunza mume wake, basi tunaongelea katika hayo mambo matatu: idha ampe chakula, ampe mavazi, amnulie nguo avae, mume apendeze. Lakini kitu cha tatu amlishe, ampe chakula. Haya ndio matunzo ambayo yanaongelewa kwa mujibu wa kifungu cha 63a e, cha sheria cha sheria ndoa. Unaweza ukaona hapa, tumesema kifungu cha 63 cha sheria ndoa kinataja vitu ambavyo kisheria ndivyo vitakavyoitwa eh, vitakavyoitwa matunzo kwa mwanandoa. Kifungu kinataja makazi kwa maana ya accommodation, kitanda, mavazi na chakula. Tunasema haya msingi haya ya msingi ambayo mwenye wajibu wa kuwatoa atakiwa kuwatoa. Kwa hiyo haya ambayo atatakiwa kuyatoa mke kwa mume wake, basi atatakiwa kuyatoa. Kwa hiyo hii segment ya kwanza, unaposikia matunzo, tunamaanisha jambo kama hilo. Tuende kwenye segment ya pili, hapa kuna mke na mume tunajiuliza swali hapa katika segmenti ya pili kwamba je nani ana wajibu wa kumtunza mwenzake hapa kuna mke hapa kuna mme nani ana wajibu wa kumtunza mwenzake japokuwa mada tunasema kwamba mke ana wajibu wa kumtunza mme pia lakini kwa ujumla nani ana wajibu wa kumtunza mwenzake kwa mujibu wa sheria ndoa tunasema je ni mme je ni mke au ni wote sheria inasemaje kuhusu hili jambo hili Majibu yake yanapatikana kifungu cha sitini na tatu cha sheria ya ndoa ambacho kinasema swala la kutoa matunzo ni la wote. Mke analazimika kutoa matunzo kwa mume wake na mume naye ana wajibu wa kutoa matunzo kwa mke wake, lakini kila mtu ana wajibu wake kwa namna yake, kama ambavyo tutakuja kuona baadaye. Mke ana wajibu wa kutoa matunzo kwa mume wake kwa namna yake na mume naye ana wajibu wa kutoa matunzo kwa mke wake kwa namna yake. Hizo namna sasa ndo tutakuja kuziona, lakini kwa ujumla, ukiwa unajiuliza kwamba kati ya mke na mume kwenye ndoa nani ana wajibu wa kumtunza mwenzake, basi kwa mujibu wa kifungu cha sitini na tatu cha sheria ya ndoa, wote wana wajibu wa kutunzana ama wa kutoleana matumizi. Kama ni chakula mke anaweza akatoa, kama ni, cha, ni makazi anaweza akalipa kodi, lakini pia eh, kama ni swala la, la mavazi pia anaweza akamvalisha mme wake. Ni namna gani hilo linatokea, ndo kitu ambacho tutakuja kuona baadaye. Lakini kwa wajibu wa jumla ni kwamba wote, kwa mujibu wa kifungu cha sitini na tatu, ukisoma vizuri, kinaeleza kwamba wote mke na mume wana wajibu wa kutunzana kisheria na kutolea na matumizi, tofauti na wengi ambavyo mmekuwa mkijua kwamba swala la kutunzwa ni la mme kumtunza mke. Namna gani mke anamtunza mme, tutakuja kuona baadaye. Mada yetu tunajadili kwamba ni je, wajua kwamba mke naye ana wajibu wa kumtunza mme wake. Ndicho kitu ambacho tunakijadili. Kwa hiyo kaa uendelee kusikiza kwa makini, twende segment ya tatu haraka, haraka. Kama a tunavyosema kwamba mke ana wajibu naye wa kutoa matunzo kwa mume wake, segment ya tatu inakuja kusema mke kutoa matunzo kwa mume wake. Sasa ni namna gani mke anawajibika kutoa matunzo kwa mume wake, au ni katika mazingira gani mke anawajibika kutoa matunzo kwa mume wake kwa mujibu wa sheria ya ndoa. Hicho ndio kitu ambacho tunakwenda kukieleza sasa hivi kwamba ni namna gani e, mke anatakiwa kutoa matunzo kwa mume wake. Tunasema kwamba ni vema kujua kuwa swala la matunzo linawahusu wanandoa wote, yani mke pamoja na mume. Kama tulivyosema kwamba swala la kutoa matunzo ni la wote kwenye ndoa, mke na mume, tunasema kila mmoja anao wajibu kwa mwenzake katika kutoa matunzo, isipokuwa wajibu huo umetofautiana kila mmoja katika ndoa, mke na mume, wote wana wajibu wa, kutu, wa kutoleana matunzo, kama ni chakula, kama ni mavazi, kama ni sehemu ya kuishi, wote wanawajibu wa kutoa, isipokuwa ni namna gani wanatoa ndivyo inavyotofautiana, na ndio hicho kitu hapa tutakuja tukueleze uweze kujua ni kwa namna gani mke anawajibika eh, kutoa matunzo kwa mume wake. Tunasema kwamba mke ana wajibu wenye mipaka katika kutoa matunzo, hali kadhalika mume, wote wana wajibu wenye mipaka mume ana wajibu wa kutoa matunzo kwa mke wake katika wajibu wenye mipaka. Hali kadhalika naye mke ana wajibu wa kutoa matunzo kwa mke wake, kwa mume wake kwa kwa wajibu wenye mipaka tunasema kifungu cha sitini na tatu cha sheria ya ndoa kinasema kuwa mwanamke ambaye ana uwezo ana wajibu wa kutoa matunzo kwa mume wake. Kuna neno limetumika hapa, ana uwezo. Ana uwezo kwamba kifungu cha sitini na tatu kinasema. Kifungu cha sitini na tatu cha sheria ya ndoa kinasema kuwa mwanamke ambaye ana uwezo ana wajibu wa kutoa matunzo kwa mume wake. Hiyo ni kitu cha kwanza, kwamba mwanamke ambaye ana uwezo. Wanawake wana uwezo, wanafanya kazi, wanafanya biashara, wameajiriwa sehemu mbalimbali, wamewezeshwa mikopo, wanafanya tena. Wakati mwingine unajikuta mke ana uchumi mzuri kuliko mume. Kwa hiyo mwanamke ambaye ana uwezo, kifungu kama kinavyosema ana uwezo, tunasema kwamba ana wajibu wa kumtunza mume wake. Ni mume wa aina gani anatunzwa? Kifungu kinaendelea hiki nasema kwamba kwa, kwa mume wake ambaye hajiwezi au ambaye ana ugonjwa wa kimwili ama kiakili. Mke kama ana mume ndani mwake ambaye labda ana matatizo ya akili. Eh? au ana ugonjwa, ni mgonjwa, hawezi kufanya kazi, mke ndipo anapowajibika kutoa matunzo kwa ajili ya huyo mume. Hizi kesi nazo zimekuwa nyingi siku hizi, nakuta wakati mwingine mwanaume anapata matatizo labda ya ulemavu, anapata matatizo anaumia, anapata matatizo ya ugonjwa mwanamke anakimbia anakwenda kuanzisha maisha yake sehemu nyingine. Kwa jambo hili linasemwa hapa kwamba mke kama ana uwezo na mume wake amepatwa na matatizo ni ugonjwa ama wa kiakili ama wa kimwili eh? ama amepata, ama amepata ulemavu basi, eh, mke anawajibika kutoa matunzo kwa ajili ya mke wa, kwa ajili ya huyo mume wake. Matunzo ni aina gani atatoa? Atalazimika kumpa chakula, kumlisha. Atawajibika kumpa Eh, mavazi atamvalisha, atamnunulia nguo, lakini pia atawajibika atawajibika atawajibika kuhakikisha kwamba eh, wanapata sehemu ya kuishi. Kwa mfano kama ni kodi eh, mke atalazimika kulipa ile sehemu ambayo wanaishi, au kama wana nyumba yao, basi itakuwa ina shida, wataendelea kuishi pale. Lakini kama ni sehemu wamepanga, basi mwanamke au mke wake atawajibika kutoa kodi, kuhakikisha kwamba wanaishi, wanaishi vizuri. Kwa hiyo hilo lazima lieleweke kwamba inapotokea kwamba mume amepatwa na matatizo mume ameumwa au amepata ulemavu ambao haumwezeshi kufanya kazi au wengine wanapata stroke anakuwa amelala kabisa ndani, basi mke kwa mujibu wa sheria ana wajibu wa kuhakikisha kwamba mke anapata chakula, anapata mavazi alafu anapata sehemu ya kuishi. Tunaposema wajibu, maanake tunasema ni jambo la lazima. Sheria inapotaja jambo kama wajibu, maanake ile ni jambo la lazima. Kwa hiyo mke analazimika kutoa hivi. Sio mume apate matatizo, ameugua, eh, amepata ajali, amepata ulemavu Alafu mke anakimbia au anakwenda kuolewa na mtu mwingine au anaenda kuanzisha maisha yake mengine. Sheria inakataza jambo hili, inasema anawajibika kuhakikisha kwamba anamtunza. Na ni wajibu. Tumesema kwamba jambo linapokuwa ni wajibu ni la lazima. Lazima awepo kuhakikisha kwamba anapata chakula, anapata mavazi lakini pia anapata sehemu ya kuishi. Ni kwa mujibu wa kifungu cha sitini na tatu cha sheria ya ndoa. Kwa yule ambaye anataka kwenda kuangalia, nenda kafungua kifungu cha sitini na tatu cha sheria ya ndoa utakuta jambo kama hili. Usimtelekeze mme wako na hiyo sio hiari ni lazima kwa mujibu wa sheria. Amepata ajali, amepata matatizo, amepata ulemavu, amepata ugonjwa, hawezi kufanya kazi, ni lazima mwanamke uhakikishe kwamba unamtunza mume wako kwa mujibu wa kifungu cha sitini na tatu cha sheria ya ndoa. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo mke analazimika kumtunza mume wake. Hivi ndivyo, katika mazingira haya ndiyo ambayo mke analazimika kumtunza mume wake anapokuwa na matatizo ni lazima akishe kwamba anamtunza anatoa vile vile kama ambavyo mume angeweza kutoa. Twende kwenye segment nyingine ambayo tunasema mume kutoa matunzo kwa mke. Ya, tumesema kwamba hapo juu kama unakumbuka kwamba swala la kutoa matunzo ni la wote wawili mke ana, anaweza akatoa matunzo katika mazingira yake ambayo tumeelezea hapo juu, lakini kadhalika mume naye anatakiwa kutoa matunzo kwa mke wake. Ah, kifungu hey, cha 63 A cha sheria ya ndoa kinasema kuwa ni wajibu eh, mume kumtunza mke wake au wake zake. Mke mume anaweza akawa na mke mmoja au mke zaidi ya mmoja, anatakiwa wote kuwatunza, na namna ya kuwatunza kwa mujibu wa sheria ni makazi, mavazi na chakula. Sheria imeeleza mavazi, makazi na chakula ndio namna ya kuweza eh, ndio namna ya kuweza kumtunza mke wake au kumtunza mume kama ilivyo kwa mume, kwa, kwa mke kule. Tumeona kwamba mke anatakiwa mume wake akiwa kwenye matatizo kama ambavyo tumeeleza anatakiwa mpe mavazi, chakula pamoja na sehemu ya kuishi lakini kadhalika pia kwa upande wa mume wakiwa kwenye maisha yao ya kawaida, anawajibika kumpa mke wake makazi, sehemu ya kuishi, mavazi pamoja na chakula. Sheria ndivyo inavyosema, otherwise, ukienda segment ya tano eh, sheria haijaeleza ni aina gani ya chakula au ni aina gani ya mavazi au ni aina gani ya makazi eh, mume au mke aweze kumpatia huyo mweza wake manake, huwezi kulalamikia chakula, huwezi ukapeleka kesi ukalalamikia chakula kwamba kila siku tunakula ugali nyumbani, huwezi, kwa sababu sheria imesema pewa chakula, haijasema, hajasema ni chakula cha aina gani, provided amekupa chakula, unatakiwa cha na uridhike na hicho ambacho anakuwa amekupa lakini. Hali kadhalika mavazi, sheria imeongelea mavazi, haijaongelea ni mavazi ya aina gani. Kwa hiyo hata akienda kwenye mtumba akapata magauni yake ya 1500 mia tano magauni yake ya shilingi elfu mbili na shilingi elfu tano unatakiwa uridhiki, kwa sababu huwezi kwenda kudai kwamba mavazi anayonivalisha mume wangu ni ya kiwango cha chini, kwa sababu sheria haijafafanua mavazi ya aina gani. Imesema ni mavazi. Kadhalika makazi, ataweza kukupeleka sehemu yote ambapo mnaweza mkaishi. Jambo la msingi ni kuridhiana, sehemu ambapo mnaweza mkaishi, chakula mnachoweza kula, na mavazi ambayo anaweza akavaa. Sheria haijalazimisha kwamba mke amevae mavazi ya gharama eh, au chakula kizuri biriani kila siku na vitu vingine Baga a a haijasema, imesema chakula, makazi, sehemu nzuri, sijui mwishi saki, sijui wapi. Uh -uh. Sheria imesema chakula, mavazi pamoja na makazi. Ni aina gani ya chakula, ni aina gani ya mavazi, ni aina gani ya makazi, hilo ni jambo la nyie kujadiliana, lakini uwezo kupeleka shauri ukasema ninakula chakula kibaya nyumbani au unavaa mavazi mabaya. provided mavazi yanaleta basi, unatakiwa unayo, kwa sababu sheria haijaenda mbali kuainisha jambo kama hilo. Ah, uh, nataka nikuonyeshe kifungu hapo, maana watu wengine lazima waone hivi vitu, tunaongelea nini. Unaweza ukaona hapa, utasoma hapa juu, nataka nikuonyeshe ya. Utaona hapa tumesema kwamba hii sheria ya ndoa sura ishirini na tisa ni sheria ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kama unavyoona hapa, ili ujue tunaongelea nini. Ukasema wakili anajadili mambo yake mwenyewe, wakili msomi aweze kujadili mambo yake mwenyewe, isipokuwa jambo hilo limesemwa na sheria ndipo anapoweza kulijadili na kulieleza. Sawa, kifungu cha 63 ni hiki hapa ambacho tulikuwa tunakiongelea. Unakiona kimesema duty to maintain spouse eh, maana yake ni wajibu wa kutoa matunzo kwa mume ama mke. Unaona hapa kinasema it shall be the duty of every husband to maintain his wife or wives and to provide them with such accommodation, clothing and food, as may be reasonable having regard to his means and station of the life. Unaona hapa kimesema accommodation clothing and food, kimesema ni mavazi, chakula pamoja na makazi. Hakijaeleza ni makazi gani, ni chakula cha aina gani? Kwa hiyo hivi kilivyosema ndivyo hivyo, unatakiwa kupata provided. Unapata chakula hata kama ni ugali, unapata nguo hata kama ni za mitumba za elfu mbili elfu mbili, unapata sehemu ya kuishi, huwezi kulalamika kwamba hivi havitoshi. Sheria imeishia hapo na imesema jambo kama hilo. Halafu baada ya hilo twende kwenye segment yetu nyingine. Inasema kwamba matunzo kutokana na kipato cha mume. Matunzo yanatolewa kutokana na kipato cha mume, anapata nini ndivyo anavyotakiwa kutoa. Kwa hiyo manake huwezi kumlazimisha kutoa kuliko kile anachokipata. Kwa hiyo, eh, tunatakiwa tustahimiliane na tuvumiliane, kwa sababu sheria inamtaka kutoa matunzo na imesema kwamba atoe kutokana na kiwango chake au kwa namna yake ya kuishi. Unaweza ukasoma hapa, naweza nikakuonyesha, kimesema hapa kifungu vizuri kabisa kwamba kwamba duty to maintain husband maintain wife wives to provide them with such accommodation, clothing, food as may be reasonable having regard to his means and his station in life. Regard to his means and his station in life. Yaani, kwa kuzingatia kipato chake au namna yake ambavyo anaweza akawa anapata kipato ndivyo ambavyo watatakiwa kutoa matunzo. Kwa hiyo asija akalazimishwa kutoa nje ya, ya, ya namna ambavyo eh, ambavyo amepata na tumesema hapa kwamba eh, mme halazimishwi kutoa zaidi kuliko kipato chake. Twende haraka haraka. Kutokana na hilo tunakwenda segment ya saba ambayo tunasema kwamba mambo yasio ya lazima, unaweza ukaona hapa. Kwa sababu sheria yenyewe imeeleza vizuri kwamba mambo ambayo ni ya lazima ni chakula mavazi pamoja na makazi. Manake nini? Manake kuna mambo ambayo sio ya lazima, kwa mfano mambo kama ya saluni, mafuta, losheni za kujipaka, hizi mambo ya vikoba, birthday. Watu wengine wanalazimisha waume wao kuwachangia pesa za birthday, mambo sio baby shower, outing na vacation, kununua nunua mawigi, vitu vya urembo. Haya mambo siyo ya lazima, kwa sababu sheria haijayasema. Sheria imesema mambo matatu muhimu ya kutoa matunzo, wote kwa mume na mke. mke anaweza kutoa anatakiwa kutoa hayo. Mke anatakiwa kutoa hayo kwa mume wake, na mume naye anatakiwa kutoa hayo kwa mke wake. Haya mambo mengine sio ya lazima, haya anaweza akakupa, haya ni hiari. Haya mambo ya saluni, mafuta losheni, kukuchangia pesa za bikoba, birthday, sio baby shower, outing na vacation, ma week na takataka taka nyingine nyingi sana ambazo zimeanzishwa. Haya mambo sio ya lazima, isipokuwa ni hiari. Sheria imezungumzia mambo matatu. Nataka nikurejeshe kwenye sheria, useme sheria imezungumzia mambo matatu ambayo mume ama mke anatakiwa kumpa kama matunzo: ni accommodation kwa maana ya makazi, clothing kwa maana ya mavazi na chakula. Haya ndio mambo ya lazima ambayo unaweza, maanake ni kwamba haya ndio unaweza kwenda kushtaki kwamba sijapata hayo. Mengine ya, ya, ya, ya saluni, losheni, sijui nini, outings, mawigi na vitu vingine vingine, huwezi kwenda kulalamika kwamba eh, mume wangu hajaweza kunipatia mambo kama haya. Hivi ndivyo sheria inavyosema, lazima tuenende na sheria inavyosema, kwa sababu sheria kama inasema hivyo, maanake sisi wenyewe ndio tumekubaliana tuishi hivyo. Tuende segment ya nane. Segment ya nane tunasema kwamba kwa sababu suala la matunzo kwa mke kutoka kwa mume wake, kama mazingira tulivyoeleza kule juu, na kwa mume kutoka kwa mke wake, kama tulivyoona hapo juu yameelezwa na sheria, maana yake kwamba jambo hili ni la lazima kwa mujibu wa sheria. Tunasema suala la matunzo kwa wanandoa ni jambo la lazima kisheria, maana yake sio hiari ama hisani ama zawadi. Kwa hiyo katika mazingira ambayo tumeeleza kwamba mke anatakiwa kumtunza mume wake, asija akamtunza akaona kwamba amemsaidia au amempa hisani au amempa kama zawadi, ni wajibu wake kufanya hivyo. Lakini katika mazingira pia ambayo tumeeleza kwamba mme anatakiwa kumtunza mke wake, mazimina, mba, tumereza, mba, mbe, kumtunza, basi sio hisani wala sio zawadi pamoja na hayo ni wajibu wa kisheria ambao anatakiwa kutekeleza, na ni lazima afanye hivyo kwa sababu sheria ndivyo ambavyo inasema. Haya, segment ya tisa, tunasema mme kumshtaki mke wake kwa kushindwa kutunza, kwa kushindwa kumtunza. Mada tulikuwa tunazungumzia kwamba mme, mke naye ana wajibu wa kumtunza mme wake, kwamba mke naye ana wajibu wa kumtunza mme wake, ndio mada ambayo tulikuwa tunazungumzia. Sasa kama mke, kama mke ameshindwa kumtunza mme wake Sheria inasemaje? Tumeona kwamba mke naye ana wajibu wa kumtunza mume wake. Ameshindwa kufanya hivyo. Sheria inasemaje? Lakini la pili anaweza pia kudai talaka. Haya ndio mambo mawili ambayo mume anaweza kuyafanya ikiwa mke wake atashindwa kumtunza katika mazingira ambayo tunasema. La kwanza anaweza kamshtaki kudai fidia, kwamba wewe mke wangu umeshindwa kunitunza, umenitelekeza kama sheria inavyosema, lakini la pili anaweza akadai talaka. Hayo ndio mambo mawili ambayo sheria inayasema. Haya, twende haraka haraka, segment nyingine ya kumi na ya mwisho. Tunasema kwamba mahusiano yasiyo ndoa, haki ya hizi zinapatikana. Yani mpo katika mahusiano ambayo sio ndoa, hamjaoana, hamjafunga ndoa, hata ile ndoa ya miaka miwili hamna, ya kuishi wote miaka miwili hamna. Je, mwanamke wa namna hiyo analazimika kumtunza mwanaume au mwanaume wa namna hiyo lazima kumtunza mwanamke? Tunasema hapana. Hizi haki zinapatikana, ni lazima kuwepo na ndoa. Ndoa yoyote ile, naweza mkawa ni ya kidini, naweza mkawa mmefunga ndoa ya kimila, naweza ikawa ni ndoa ile ya kuishi wote zaidi ya zaidi ya zaidi ya mwaka mmoja, zaidi ya miaka miwili, tunasema presumed marriage au presumption of marriage, yote ile ya kiserikali ya bomani, inaweza kawa yote ile, lakini lazima at least iwepo ndoa. Ndoa haki hizi zinazopatikana. Haraka haraka nikupitishe, tulikuwa tunaongelea nini leo? Leo tulikuwa tunaongelea mada nzuri sana. Tulikuwa tunasema, je, wajua kwamba mke naye ana wajibu wa kumtunza mme wake? Mke ana wajibu wa kumtunza mme wake. Mke naye ana wajibu wa kumtunza mme wake. Tukasema jambo hili lipo na linaruhusiwa eh, katika sura ishirini na tisa sheria ndio marekebisho ya sura kumi na tisa Tukasema matunzo ambayo yamewajibika eh, ambayo lazima yatolewe, tukasema kwamba ni makazi, mavazi pamoja na chakula. Haya mke naye anaweza akayatoa au anatakiwa kuyatoa kwa mme wake. Tukasema je, kati ya mume na mume nani ana wajibu wa kumtunza mwenzake? Tukasema wote wanawajibika kutunzana, kutegemea na mazingira ya aina mbalimbali ambayo yamelezwa na sheria. Mke lazima anaweza kumtunza mume wake na mume naye ana wajibu wa kumtunza, e, mke wake, kutokana na mazingira ambayo tunaeleza. Tukasema mke kutoa matunzo, tukasema e, mke anatakiwa kutoa matunzo kwa mume wake, kwanza iwapo ana uwezo, lakini pia kama mume wake huyo amepata matatizo ambayo yamemfanya asijiweze tena kwenda kutafuta riziki. Kwa mfano, amepata ajali, amepata ulemavu, ana ulemavu hawezi kujitafutia, mke anatakiwa kumtafutia mme wake, kama hawezi kufanya kazi mume. Lakini pia amepatwa na ugonjwa ambao haumwezeshi kufanya kazi na kuleta kipato, mke anatakiwa alete hivi vitu tulivyosema, alete chakula, amdishe, lakini pia aweze kulipia kodi kama wanapanga nyumba, eh, kama ambavyo tulikuwa tumeeleza tukasema kwamba ni kosa mke kumtelekeza mme wake katika mazingira kama haya, yani, mme wake amepata ajali hawezi hawezi kufanya kazi akaondoka kuanzisha maisha, kwa mujibu wa sheria, na a na ana matatizo yoyote ya kiafya, katika mazingira hayo ambayo mke anawajibika na yeye katika viatu vya mume wake, na kuleta matunzo. Tukasema matunzo, tukasema yes, matunzo kwa mke wake. Lakini tukasema uh, matunzo ambayo anatakiwa ni yale yale ni chakula, mavazi na makazi alafu tukasema kwamba matunzo kutokana na kipato chake, mume anatakiwa kutoa matunzo kutokana na kipato chake, asilazimishwe kutoa kuliko kipato chake. Tukasema mambo mengine ya saluni, mafuta, losheni, vikoba, kutoa outing, kununuliana mawigi siyo ya lazima, kwa sababu sheria imezungumzia mambo matatu. Aya ni hisani, ataamua kutoa au ataamua kuto kutoa. Na mengine tumejadili mengi, tukasema pia ili haki hizo zipate, lazima uwe kwenye ndoa na sio kwenye mahusiano mada nyingine, kama kawaida yetu, tunakwambia kama umepita na mada yoyote tulizojadili nyuma kuhusu masuala ya ndoa, mirathi, makampuni, masuala ya jinai na nini, nenda kwenye ukurasa wangu wa Instagram andika advocate Bashiri ya Kubu, utaweza kupata mada nzuri zote ambazo zimekupita, lakini pia nyingine ambazo tutakuwa tunaposti, utaweza kupata mada za namna hiyo. Mada tulikuwa tunaongelea nini? Tulikuwa tunazungumzia kwamba mke naye ana wajibu wa kumtunza mume wake, na hii ni kwa mujibu wa sheria ndoa. Wengi wenu mmekuwa mkijua kwamba ni wajibu ni wajibu wa mume kumtunza mume wake ndio, lakini pia ni wajibu wa mke kumtunza mume wake katika mazingira ambayo tumeeleza. Kwa hiyo wake, msiwatelekeze waume zenu wanapopata matatizo au wanapokuwa hawana uwezo wa kutafuta eh, kipato na kuleta ndani mnawajibika. Tukasema kwamba mume anaweza akamshtaki mke wake ambaye ameshindwa kumtunza au ambaye amemtelekeza baada ya kuwa amepata matatizo na hawezi kueta kipato akaacha kumtunza anawajibika au anaweza ana haki ya kwenda kushtaki na kulalamikia jambo hilo. Jina langu nzuri ni wakili msomi mwandamizi wa Mahakama Kuu ya Tanzania, Bashiri Yakub. Tukutane tena katika mada nyingine nzuri zaidi kuliko hii. Kipito na kipindi hiki hakika unakuwa umepitwa na mengi, na usiombe kupitwa. Tukutane tena kipindi kijacho.